Kila ifikapo mwezi Mei 27 dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya tiba ya magonjwa ya dharura, ambapo ujumbe wa mwaka huu unasema tunajivunia huduma uh, wakati wa dharura. Malengo ya kuadhimisha siku hii ni kutambua na kuheshimu mchango wa wataalamu tiba na za dharura pamoja na ajali wanaojitoa kuokoa maisha ya wengine, na leo ndio Mei 27 ambapo hapa uh, studioni tunaye daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali halikadhalika, yeye ni mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura na ajali katika hospitali ya Muhimbili, Daktari Juma Mfinanga, ndiye ambaye nilikuwa namweleza wasifu wake hapa. Daktari Juma, karibu sana. asante sana. Ndio, habari za siku uh, ya dharura leo, leo ni siku yetu ndiyo. Na tunafurahi siku hii kufika kwa sababu inatupa nafasi ya kuonyesha kile ambacho tunakifanya kwa jamii. Kwa hiyo leo tuna furaha sana kuwa hapa. sawa sawa. Ni uh, siku ya dharura uh, duniani. yes. tunasema hivyo. yeah. Kwa upande wetu hasa kwenu Muhimbili ndio imeadhimishwa eh, vipi siku hii? uh, kwanza, hii siku ya tarehe mm. 27 huwa inaadhimishwa dunia nzima kama ku onyesha kile ambazo tiba za magonjwa ya dharura zinafanya katika jamii hiyo kija hapa Tanzania, kila sehemu yote Tanzania, kila sem Kwa hiyo sisi tunataka kila sehemu watu wafanye tukio kutokana na mazingira yao, ili kuhakikisha kwa wananchi wanajua yale makubwa wanaofanya serikali katika afya, lakini pia nini ambacho tunakifanya kwa wananchi, lakini pia wananchi wajue wakipata tatizo lote la kiafya wakimbilie. Sasa kwa sisi kimfano ambayo tunakuja hapa kwa niaba wengine, kwa mfano kwa Muhimbili tuliungana ile jumuiya ya Muhimbili yote ikiwa Muhimbili National Hospital, chuo cha afya na sayansi shirikishi, Muasi Moi, Jakaya wote tulikuwa pamoja. Kwa hiyo kikubwa ambacho tulikianza kwanza, tulitoa elimu elimu kubwa kwa wataalamu wa afya, lakini pia kwa wale wananchi wanaoshuhudia dharura ikiwepo ajali au pia ikiwepo mgonjwa anavyouma ghafla na majumbani kuwa tuliwapa elimu, lakini cha pili, kutumia hizi platform ambazo leo niko hapa na wengine walienda kila sehemu, tupo tunataka tuonyeshe ile ile ile ile umuhimu wa tiba za dharura, na wananchi wazielewe kipi wafanye dharura inavyotokea, so. Uh, Dokta, ni kitu kizuri sana ila kwa Tanzania nilitamani kufahamu hali kwa upande wa Tanzania ikoje, wana ufahamu wa kiwango gani wa Tanzania wengi kuhusiana na um, matatizo ya dharura? Kwa sababu kumekuwa na madaktari wengi sana kwenye Google kwenye yeah, mitaani huko kwamba Likweli, mtu kikitokea hiki mfanye hivi, kuna wengine mpige kifua, kwa mfano magonjwa ya dharura ya moyo. Likweli, mtu kaanguka ghafla, au mtu amepata tatizo ameanguka ghafla, nini afanye, mwingine amegeuka yani hali ikoje kwa Tanzania kwenye uelewa wa swala hilo? Yeah, kwanza kabisa swali zuri sana. Kikubwa ni kuwa kwanza tuweke tu ile uelewa wa watu wanaotuangalia kuwa hizi huduma za tiba ya dharura hapa Tanzania zimeanza mwaka elfu mbili na kumi. Kabla ya hapo kulikuwa hazipo zinatajwa, lakini kulikuwa kuna ule kutoaji wa tiba ya dharura ule wa ofi ule ambao tunaosema ule wenyewe. Kwa mwaka elfu mbili na kumi ilianzia pale Muhimbili kama kitengo cha kwanza na kilizinduliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa kipindi hicho, Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Ndio baada ya hapo sasa, tujaribu kufanya nini kifanyike. Kikubwa ukitaka kitu kifike, unaonyesha mafanikio. Kwa hiyo baada ya miaka miwili tulifanya research, kuangalia hichi kitu ambacho kimekuwa na serikali je kina manufaa kwa wananchi. Kilichoonekana ni kuwa kuweka tu ile huduma za dharura pale Muhimbili ilipunguza vifo kwa zaidi ya asilimia 40. Kwa hiyo ilikuwa ni chachu ya serikali kuchukua ule impact kubwa na kuipeleka sehemu zingine. Sasa kuanzia hapo mwaka 2013 kuendelea hizi okay, huduma za dharura zinaweza kusambaa hospitali za mikoa na hospitali za wilaya, na sasa hivi unavyosema, zaidi ya hospitali 100 hapa Tanzania zina idara za magonjwa ya dharura ambazo zina ule mfumo kama pale Muhimbili. Lakini pia sio tu mfumo wale, tumekuwa tukifundisha watu jinsi gani ya kutoa huduma dharura kwa ile ufanisi. Na sio hiyo tu. Sasa tumeanza kupanua wigo sasa. Zile huduma ya dharura sizishie mahospitalini, zitoke nje ya hospitali, ziende kwa jamii. Sasa kikubwa tunachokifanya kama swali lako linavyosema ni kutoa ile elimu sasa kwa wananchi. Ili zile ambazo zinatoka kwenye mitandao ambazo sahihi sasa, tuwape usahihi. Kwa kazi yetu kama tumefanya wiki nzima tunaendelea kufanya, tunafundisha jamii. Especially unajua watu wengi sana hawa labda wanakuta watu wao waendesha bodaboda, au watu wanaokuwa mitaani barabarani, hawa ndo wanaona zile ajali mm. Majumbani, hata hapa tuliko hapa mm. naweza katokea hapa hapa kwenye ile jengo, nini ufanye? Kwa hiyo sisi tunafundisha watu, hata nyie hapa Azam, ni muhimu mjue mm. kwa sababu najifungia huko ndani, ikitokea tatizo, kipi mfanye? Kwa hiyo kuna elimu ambayo tunasema ni elimu ya ni ile kutoa huduma ya kwanza first aid, lazima kila mtu ajue. Kwa ndo makubwa ambayo tunaendelea kufanya, na bahati nzuri katika awamu ya sita ya serikali ya Mama Samia kila kila kila kila mpaka kila kwenye kijiji kuna hospitali aidha kuna kituo cha afya kuna zahanati au katika wilaya zote kuna hospitali. Sasa sisi ni kutumia zile hospitali kufikisha elimu sahihi, na ukienda sasa hivi, hata ukienda vijijini utakuta watu wanaweza kujua nini maana ya kutoa huduma ya dharura kwa haraka. Kwa hilo ndio ambalo lengo letu kubwa ambalo tuna aim. Na, na, na siku hii ya tarehe 27 tunaitumia ipasavyo kufikisha elimu kwa jamii, lakini pia kwa umma wote, ujue nini kifanyike na wakati gani, ili kuokoa maisha. Sawa, so, tathmini yenu ipoje sasa juu ya huu uelewa ambao mmekuwa mkiufikisha kwa jamii juu ya magonjwa ya dharura sasa? Tathmini yetu inaonyesha kuwa elimu imefika kwa kiasi kikubwa, lakini kama unavyofahamu kwa Tanzania kwa zaidi ya milioni sitini na mbili na zaidi sasa, tunaenda mdogo mdogo na kama unavyoona sasa hivi tumeshafanya huduma zetu zisambae. Kwa hiyo sisi hatuendi tena kusema tu itabaki Dar es Salaam Himbili. Hapana, ukienda kanda ya Ziwa wanafanya mambo kama haya, ukienda kanda ya kaskazini wanafanya mambo kama haya, ukienda kanda ile ya kati ya Dodoma wanafanya kama mambo haya, ukienda ile kanda kule Mbeya wanafanya mambo kama haya, kanda ya kusini. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kupanua hizi huduma ziende mpaka katika wale watu wa chini kabisa, na tunaamini tukifika huko na ndiko serikali nakolenga utaona mambo makubwa sana, na tunaamini hakuna mwananchi yote yule atakaye lalamika kuhusu huduma za afya. Dokta, umezungumzia kwamba mmejipanga. Ndiyo. na huduma elimu mnaendelea kuitoa, lakini kuhudumia ni kitu kingine. Naamini hizi huduma za dharura zinahitaji vifaa Ndiyo. kwa Tanzania hali ikoje na mmejipangaje? pia kikubwa ambacho labda nikuhakikishie tu serikali haijaweka majengo tu wala haijaweka elimu tu, imeweka vifaa vya kutosha. mimi nadhani nyie wote waandishi wa habari ni mashuhuda. Ukitoka ukaenda, hata ukijijini kabisa, utakuta mashine zimefungwa, za ku, za kutoa huduma za dharura, utakuta vifaa tiba viko pale. Lakini sasa kazi yetu sisi ambao ndio wadau ni vile vifaa ambavyo serikali imevitoa tuwafundishe wataalamu wa wenzetu wataalau jinsi ya kuvitumia, sio kuvitumia tu, pia kuvitunza, na sio kuvitunza tu, pia viende kwenye huduma ili wale wanaopata zile dharura wapate ile huduma. Mnafahamu wote huduma ya dharura ikianza mapema pale pale inakotokea, unaokoa maisha ya namba moja, lakini namba mbili unazuia ulemavu wa muda mrefu, lakini namba tatu kabisa ni kuwa yule mgonjwa atakayefika hospitali atakaa kwa muda mfupi sana alafu ataondoka. Kwa hiyo unapunguza gharama kwa mwananchi mwenyewe, lakini pia gharama ya taifa ya kumhudumia mtu kukaa hospitalini kwa zaidi ya wiki wiki mbili. Kwa hiyo natumeona hiyo Mtu akipata huduma sahihi pale alikopatia tatizo, kifana uvunjika mguu, ukazibu ukazuia damu, ukaweka vizuri, akifika hospitalini siku moja ya pili anaondoka nyumbani, anaendelea na shughuli zake. Lakini ukichelewa ule mfupa ukaja ukapata maambukizi ya bakteria, atakaa sana hospitalini muda mrefu. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu kubwa, na uwekezaji mkubwa uliofanya sisi tunajivunia, na ndio hapa kauli mbiu tunayosema tunajivunia kutoa huduma za dharura kwa wananchi elimu tuliopatiwa, lakini vifaa tulivyowekewa vinatupa nafasi ya kujivunia kile ambacho tunakifanya. Sawa. So, yapo matukio machache ambayo eh, yamekuwa yakinukuliwa pale inapotokea ajali eh, wapo ambao wanakimbilia kwenda kutoa uh, huduma hizo za dharura, lakini kasoro inaonekana uh, hawana vifaa vya kuwakinga katika kutoa huduma hizo Kweli. za uh, dharura na wengine wameonekana kutokuwa kabisa na na, na elimu yeah, na hubaki tu kukaa kumwona mwenzao akigaragara na akivuja damu pale, na, na, na vitu vingine kama uh, kama hivyo. Kwa idadi hii ama kwa matukio haya machache ambayo yanatukia, nini ujumbe wako kwa wanaotutazama wakati huu, hasa kwa muktadha wa siku hii uh, ya magonjwa tiba ya magonjwa ya dharura? Na labda mimi ni ili ujibu kwa pamoja sa na pia kuna tatizo la kumfikisha mgonjwa wa dharura sehemu husika, hilo nalo mnaliangaliaje? Kwanza tuanze na lile la kwanza. Ni kweli kabisa, mwandishi, ulivyosema kuwa kuna tatizo kwenye kumwokoa mgonjwa pale, na sisi tunaliona na serikali pia inaliona. Hakuna mtu ambaye aliona ile tatizo, lakini kama mnavyofahamu at, tunaanzia mahali tulikofika ni pakubwa sana na lengo letu kubwa sasa hivi ni kuwa kwanza, tunatoa wito kwa wale wote wanaona yale matukio yakitokea au wakiona ajali ikitokea, cha kwanza kikubwa ni kujikinga wewe mwenyewe. Unaenda pale uhakikishe kuwa wewe uko salama, kwa sababu unaweza kwenda kumwokoa mtu lakini pia ukapata matatizo yeah. Lakini cha pili unapofika, kama hauna ule ujuzi, tunasema call for help. Omba msaada. Sasa hivi popote ukiomba msaada wa huduma za afya unazipata kwa haraka lakini kingine sasa ni kumsaidia yule mgonjwa ku, tunasema umuondoe pale kwenye tukio kwa hali ile tunaosema kwa, kwa ufanisi kidogo kwa mm -hmm, sababu unaweza magonjwa wengine wanafika hospitalini nakumbuka ule uokoaji ndo umetabisa ma, madhara makubwa kushinda hata lile madhara uliyopata mwanzoni. Kwa hiyo sisi kazi yetu hapa kubwa sasa ndo ile tumesema kuwa tunapita kwenye zile eneo tunawapa watu elimu. Lakini kama unafahamu sasa vi hivi vyombo vya habari viko vingi, tunatumia vyombo vya habari kufikisha ule ujumbe na wengi wanatusi, wanatuelewa hata pale Muhimbili tunapata simu nyingi sana, kuna jali hapa, tufanyeje? Tuna, tunawaelekeza wanafanya, wanamchukua mgonjwa anafika salama. Lakini la pili umeliongelea kuwa mgonjwa anafikaje salama. Cha kwanza sasa hivi huwa tunashauri ukipata tatizo kama kuna uwezo wa kupata mtaalamu wa afya au gari la kumsafisha mgonjwa ita tutakusaidia, lakini pia kama hakuna, tumia njia yoyote iliyopo ya karibu, lakini fika kwenye hospitali ya jirani sio kama unapata tatizo unapata, bata. Mm. Na unajua kabisa jirani kuna kituo cha afya, wewe unaanza kukimbilia moja kwa moja, ukimbilia, hapana. Anzia pale jirani, huo msaada mkubwa ni pale tatizo lilikotokea. Wakisha kusaidia pale, watakusaidia pia na usafiri. Sasa hivi kama unavyoona hospitali nyingi sasa hivi zina ambulance lakini pia kama hazina, ukuta pale imetoka, itatoa nyingine itakufikisha kwenye hospitali unakotakiwa kwa usalama, lakini kwa haraka. Lakini pia wataalamu wa afya wale waliofika mwanzoni wanajua mgonjwa huyu aanzie wapi. Kwa hiyo unaweza ukazunguka, wakati ungeenda pale moja kwa moja kupeka sehemu ambayo ni sahihi. Kwa hiyo kikubwa tunachokifanya ni kuwa kwa sababu tunafanya hivyo, lakini msisahau kuwa makubwa yaliyofanya na serikali katika kusafirisha wagonjwa. Sasa hivi mnasikia kuna kuna huu mpango, kuna hii utaratibu wa mama. Sasa mama wote mjamzito akipata tatizo la kujifungua anabebwa na ambulance mpaka hospitalini. Wote mlisikia hili na limesambaa kila sehemu. Sasa serikali tukishirikiana na wadau wengi tu, mahospitali yetu kama taifa Muhimbili Muhas, na wengine wote saa, tunaelekea sasa lile la mama ambayo limeosha mafanikio makubwa, sasa liende kwa kila dharura. Tutaenda kwenye ajali, tutaenda dharura nyingine, itafika na kuambia, kuambia, sio siku nyingi, yaani hapa karibuni. Hmm. Utakuwa hata hapa ukisikia kichwa kinakuuma, unapiga ambulance inakufuata, inakupeleka hospitali, kama wenzetu wanavyofanya. Yaani tuko pale kwa kwa sababu umo, umo kwa sababu mpango upo, <laughs> na sisi mwenyewe mimi kama mimi uh -huh. kama daktari bingwa mkuu wa idara ya emergency Muhimbili tunafanya uh -huh. kazi na wizara na serikali ya awamu ya sita, hmm. tuko mwishoni kutekeleza hili, magari ameshanunua ambulance zimenunuliwa za kutosha, ameziona na bado zingine zinakuja, wataalamu wanasomeshwa. Sasa hivi kuna Samia Suluhu Hassan Sponsor program watu wako pale Muhimbili na Muhas wanasoma, watarudi fanya hizo kazi. Uelewa ni mpana, kwa hiyo tunaamini sio mbali, mtaona magari yakija kuchukua watu sehemu ya tukio na kuyapeleka sehemu sahihi, ili linahakikishia linakuja, muda si mrefu, kwa sababu tlasukwa na liko tayari sawa sawa. Hili la mama mjamzito yawezekana likawa ni ni, ni, geni masikioni, um, mwa upo mfumo na uko mpaka vijijini, okay. Mjamzito akichukua tu mfumo wa em mama akipiga simu moja, mm -hmm. Moja tano anabebwa anapelekwa hospitalini anajifungua mm -hmm. kusafisha mama, mm -hmm. mama mjamzito kufika kituo cha afya kwa haraka mm -hmm. tayari wale wamama wote ambao wana ujauzito wameshasajiliwa mm -hmm. kwenye vituo vyao wanavyofika yeah. na tayari wameshaunganishwa na mfumo wa kupiga simu. Kwa anavyokaa nyumbani, anavosikia uchungu au ana tatizo lolote ujauzito, ile namba aliyounganishwa nayo, anapiga hapo hapo, anaelekezwa cha kufanya au anafikishwa hospitalini, anajifungua salama. Na hili linafanyika na Tanzania lipo kila sehemu mpaka vijijini. Na hili sasa litakuwa ndio tunaliingiza kwenye sehemu zingine za ajali, sehemu za na dharura nyingine ukipata shida ya mstuko wa moyo, ukipata shida ya degedege, ukipata shida ya kubanwa na kifua, yote haya Mjamzito hamna gharama yoyote yani. Wanasafirishwa bure na serikali wote, okay. Tafuteni wote waliobebwa na serikali, serikali inawasafirisha kutoka sehemu walipo mpaka kwenye kituo kingine, wote ni bure. <laughs> <laughs> jambo zuri sana <laughs> na nafikiri ni elimu ambayo imekuwa na mashiko sana kwa sababu Dili. watu wengi wanakuwa na wajawazito nyumbani Dili. lakini hawafahamu na hata mimi leo ni kama jipya tu <laughs> kwamba kumbe kuna hata namba za simu it... kwamba mtu umezidiwa basi yeah. upige simu uitwe. Uh, hili ninatamani utoe uelewa kwa sababu tuko kwenye elimu pia awesome. Kumekuwa na kasumba au nasema tabia, ajali inatokea, unatamani kumwokoa mtu ambaye umemkuta, lakini kuna madhila fulani ambayo yalijengeka ambayo tayari amesha waingia wengi vichwani. Hebu toa hiyo hofu sasa hivi uwezekano wa kumchukua mtu kwenye ajali na kumfikisha hospitali moja kwa moja, na kwamba akifikisha pale mtu hapati madhara yoyote au matatizo yoyote likoje? Yeah, labda niwambie huko nyuma likuwa na tatizo mm -hmm. Na hili tatizo nadhani tumeliongea sana na kama mni, hii vyombo vya habari Azam, mmejua mmeona maelekezo ya serikali siku zote hapo nyuma zamani ulikuwa ukipata ajali mpaka uende polisi chukue PF3 ndio uende hospitalini. Hiyo ilifutwa moja kwa moja na Wizara ya Afya. Kikubwa tu ni kuwa tunawataka tuwatoe hofu wa Samaria wema wote. Unavyoona, ajali cha kwanza ni maisha kwanza. Hiyo ndio kitu cha kwanza, yaani okoa maisha kwanza, na hiyo ndio kauli mbiu yetu kila siku. Na hii tunataka tusisitize, maisha ya mtu ni yana gharama kushinda chochote kile. Kwa hiyo cha kwanza mwokoe, mchukue kwa yule aliyepata majeraha kufikisha kituo cha afya. Kule kwenye vituo vya afya wana utaratibu wa kuwasiliana na nani? Na polisi, huduma inavyoendelea, mtu anavyookolewa maisha yake, polisi anafuata taratibu zake zingine za kujaza PF3, kwa sababu ni mambo ya kisheria, lakini mtu anaendelea kupata nini? Huduma. Kwa hiyo huduma ni kwanza, alafu masuala ya PF3 ni baadaye okay. Na nikwambie tu ukweli, sisi tuko pale Muhimbili kila siku, ndo kazi yetu, tunawapokea tunawahudumia lakini pia tunampa tu aliyemleta, naambia basi tusaidie kuripoti hapa kwa kama, Muhimbili, kama ni pale Salenda, natuna na ushirikiano mkubwa sana na polisi. Kusema kweli, wanafanya kazi kubwa sana kwa sababu wao wanao wanaofanya wanao, wanao ya mambo ya kisheria, wajue tatizo likoje, huyu ni kweli, sio kweli, na tunawachia kazi yao. Sisi tunamtibu mgonjwa, wao wanafanya kazi yao kwa wakati wao, tuondoeni hofu, hilo liko hivyo. sana kwa ufupi kabisa, kauli mbiu mwaka huu najivunia kuhudumia wakati wa dharura. Ndio. Inaakisi nini kaulimbiu hii? Yes. Kaulimbiu hii nadhani kwa muda mrefu sisi wataalamu wa tiba dharura au wataalamu wote wa afya tumekuwa tukifocus katika kuhudumia tu. Lakini tunajisahau na sisi ni ni ni binadamu, binadamu. Ndio. Sisi ni nani? Kwa hiyo baadaye tunakimbizana mpaka tunajisahau. Alafu sasa tunapata kitu burnout. Tunachoka. Kwa sasa kaulimbiu ya mwaka huu? Unajua sisi kwenye dharura tunafanya kazi usiku na mchana. Hakuna kulala. Sasa kwa kipindi hichi kwanza, tunawatambua watoa huduma dharura wote popote walipo, na kuwapongeza na kuwashukuru na kuwapa ile, e, ile thamani, kwa hawa ndio wanaokesha usiku na mchana kuokoa maisha. Ndio kubwa kabisa, tunawatambua na tunawapa maua yao. Hilo la kwanza, lakini la pili tunaona kama kuna changamoto ambazo zinawafika wakati wa kutoa zile huduma, tunawasaidia jinsi ya kuzitatua ili kazi yao iwe iwe rahisi, kwa sababu kazi zetu ni kuokoa sasa tunayataka tuone matatizo yao, alafu tuyatambue, tuyatambue tuyatatue, ili kazi zao za usiku na mchana ziende kwa ufanisi na siwe vikwazo katika maisha yao. Kwa hiyo ndio kauli kubwa hii hapa, kuwa tunavyotoa huduma za dharura, pia tujijali ili kesho tuwepo, sababu leo ukifariki hautamsaidia yule mwingine kesho. Lakini leo ukiwepo, kesho ukiwepo, huduma hizi zitabaki milele na zitasaidia watu wengi zaidi. Daktari Mfinanga, maneno uliyoyazungumza yana kwenye uso wako kabisa, kwamba unajivunia kutoa. Asante, tuna kushukuru sana, sana. <laughs> Shukran. Naam, mtazamaji wa Alasiri Lounge, sina shaka umeyapata yale ambayo yamekusudiwa kufikishwa katika siku hii ya leo. Nikukumbushe tu, alikuwa ni Daktari Juma Mfinanga, yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali, hali kadhalika yeye ni mkuu wa idara ya magonjwa ya dharura na ajali katika hospitali ya taifa Muhimbili.